Waziri wa CCM aliyekamatwa awekewa makosa ya mauaji. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tuhuma ya kupanga njama ya kumuua mkuu wa jeshi la polisi nchini na tuhuma ya uchochezi kupitia mitandao ya kijamii ndizo zilifanya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuhusika moja kwa moja na shauri linalomuhusu Geoffrey Mwambe kabla ya mahakama hiyo kufuta rasmi maombi yaliyokuwa ya yakiendelea kufikishwa mbele yake baada ya kumtuhumiwa kupatiwa dhamana. Uamuzi ulitolewa na hakimu mkazi Gantwa Mwankunga kufuatia ombi la wakili, uh, wa utetezi Hekima Mwasipu aliyeeleza kuwa mazingira ya kisheria ya shauri hilo yalibadilika mara tu mteja wake alipopatiwa dhamana na hivyo kufanya kuendelea kusikiliza maombi hayo kutoka ama kukosa msingi wa kisheria kwa wakati huo. Upande wa Jamhuri haukuwasilisha pingamizi lolote aliliowezesha mahakama kufikia uamuzi wake kwa haraka. Kwa mujibu wa wakili Mwasipu, Mwambe alipatiwa dhamana Disemba tarehe kumi na nne, baada ya pande zote utetezi na jamhuri kukubaliana masharti bila mvutano. Hatua hiyo ilifungua njia ya kuondolewa kwa maombi yaliyokuwa mahakamani, kwani lengo kuu la maombi hayo lilikuwa kushughulikia swala la uhuru wa mtuhumiwa wakati uchunguzi ukiendelea. Mahakama iliridhia hoja hiyo na kuamuru kufutwa kazi rasmi kwa maombi hayo. Ilisisitiza kuwa uamuzi huo hauhusiani na hatima ya tuhuma zenyewe. Kwa tafsiri ya kisheria, kufutwa kwa maombi ni hatua ya kiuratibu ama kiutaratibu inayotokana na mabadiliko ya mazingira ya shauri, si tamko la hatia au kutokuwa na hatia kwa mtuhumiwa. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya uamuzi wa huo, wakili Mwasipo alisema kuwa mteja wake amekuwa akiojiwa kuhusiana na tuma mbili tofauti zenye uzito mkubwa kisheria na kijamii. Alifafanua kuwa baada ya kupatiwa dhamana, yeye pamoja na Mwambe walitekeleza masharti yote waliopewa na vyombo vya usalama, ikiwepo ama ikiwemo kuripoti katika kituo cha polisi saa tatu asubuhi aa, kama walivyoelekezwa. Aidha, waliarifiwa kurejea kituoni hapo baada ya siku saba kwa taratibu nyingine za kisheria, hatua inayothibitisha kuwa uchunguzi bado unaendelea na kwamba dhamana haimaanishi kufungwa kwa jalada la tuhuma. Wakili Mwasipa alisitiza wazi kuwa kuondolewa kwa maombi mahakamani Kisuto hakumaanishi kumalizika kwa kesi wala kufutwa kwa tuhuma. Alieleza kuwa upelelezi wa vyombo vya dola bado unaendelea na mteja wake anatakiwa kuendelea kushirikiana kikamilifu hadi pale uchunguzi utakapokamilika na vyombo vya mashtaka kuamua hatua zinazofuata. Kisheria dhamana ni haki ya mtuhumiwa katika makosa yanayoruhusu uh, uh, dhamana lakini pia ni, uh, ni wajibu unaoambatana na, na masharti madhubuti. Kukiuka masharti hayo kunaweza kusababisha dhamana kufutwa na mtuhumiwa kurejeshwa mahabusu kwa upande wake upande wa jamhuri kuwasilisha pingamizi lolote dhidi ya ombi la kuyaondoa maombi hayo. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanasema hatua hiyo inaashiria ama kuridhika na mabadiliko ya mazingira ya shauri au kuamua kusubiri matokeo ya uchunguzi kabla ya kuchukua hatua zaidi za kisheria. Ukosefu wa mvutano wa kisheria katika hatua hii e, uliipa mahakama nafasi ya kutoa uamuzi wa, wa haraka na ni jambo ambalo si kawaida katika mashauri yenye tuhuma nzito za kiusalama wa taifa. Shauri la Mwambe limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na wananchi kutoka, ama kutokana na uzito wa tuhuma zinazomkabili pamoja na historia yake ya kushika nafasi mbalimbali mbali za uongozi serikalini. Kesi ya aina hii mara nyingi huibua mjadala mpana kuhusu usalama wa taifa, uhuru wa kujieleza na mipaka ya matumizi ya mitandao ya kijamii katika mazingira ya kisiasa yenye mvutano. Mahakama imesisitiza kuwa licha hisia za umma mchakato wa kisheria utaendelea kufuatwa kwa mujibu wa sheria, huku haki za mtuhumiwa na maslahi ya jamii yakilindwa kwa usalama. Uamuzi wa mahakama ya Kisutu unaonyesha wazi nafasi ya dhamana katika mfumo wa haki za jinai nchini Tanzania na namna inavyoweza kubadili mwelekeo wa hatua za kisheria bila kuathiri uchunguzi unaoendelea. Nikumbusho kwamba haki ya dhamana ni sehemu ya msingi wa utawala wa sheria, lakini pia inabeba, uh, wajibu mkubwa kwa mtuhumiwa na vyombo vya dola. Kadri uchunguzi unavyoendelea, macho ya wengi yanaelekezwa kwenye hatua zitakazochukuliwa na upande wa mashtaka, ikiwa ni kufungua kesi rasmi au kufunga jalada endapo ushahidi hautatosha. Hatua hizo zitakuwa na athari pana, si tu kwa muhusika, bali pia kwa imani ya umma katika mfumo wa haki, uwajibikaji wa taasisi za dola na uhuru wa kisheria katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa kasi ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe.